Alright, karibuni sana na kama mnavyotazama hivi leo, tunakuja moja kwa moja kutoka hapa uh, City Mochari ambapo tumeungana na familia moja uh, si familia moja, ni familia kadhaa ziko hapa ambao wana malalamishi kuwa wapendwa wao waliweza kuuliwa na ili hali ni kama wiki mbili hivi na wamekuwa kizungushwa tu na serikali, hawaelewi kitu, kitu gani kinaelewa, na wangetaka maybe wana malalamishi yao maybe ndio maana tuko hapa, tunataka waongee moja kwa moja tuweze kusikia malalamishi yao, maybe tuongee na jamaa mmoja ako hapa, tuambie ni nani na maybe aweze kutuelezea zaidi. Mimi kwa majina naitwa Max Said Omar, natoka Pongoma County Kobe East Maraka Ward. Sasa wapendo wetu waliwawa, tukiwewa kwa msafara kuelekea Kasini huko Mandera, wakapigwa marisasi I have lost two brothers Colin Evans, Simiu, and Bernard Masika. All of them coming from Bungoma County, Webuye East, Maraka Ward. So they have been kept in city mortuary for now it is five days. We are now demanding for postmortem to be done so that we can take our bodies to our county. So I'm urging all the leaders from Bungoma County for assistance assist us for the postmortem to be done and transport the bodies to our county for burial. Hawa maybe hawa <laughs> <laughs> ndugu zako wako na umri gani? Bernard Masika he is 43 years old and Evans Miu, 32 years old mm -hmm. All are working in Mandera County mm -hmm. Sijui, maybe unaweza tueleze ni kazi gani walikuwa wanafanya, alafu penye walikuwa wanaenda huko kazi, kulingana na information umetupea, utueleze ni kazi gani wanafanya na penye wahasa waliuawa. Hawa walikuwa helper anafanya kazi ya wanafanya kazi ya mining kwa kware. Sasa walikuwa kwa msafara kwa gari tukielekea kasini, their vehicle was hijacked na wakuwa shot to death. det sasa walikufa. Serikali vile walikufa, serikali ilikuja baadaye ka collect mili, tukapeleka mochari Mandera referral teaching mochari. From there they were referred to, to be taken to Nairobi. Sasa walituma Kenya Air Force. Kuja tukabeba mwili tukaleta hapa, Moi Moi Air Base. From there they were kept in the ambulance, transported to City Mortuary. From there wakatuambia ati postmortem itafanywa huku, hatuoni chochote chenye kinaendelea. Mara hivi hivi hivi wanatuzungusha hapa na pale. Na sisi tunatoka Bungoma, hatuna namna yoyote. Tumetumia all our resources. Lakini hatuoni serikali ikitusaidia. Mara wanatutwist, wanaenda anti-terror unit. Si mm -hmm. Sasa, we have lost our brothers wote wawili at the same time, ni uchungu sana tunalia sana pole sana. Eh, unaweza tuelezea eh, maybe hiyo eh, gari yenye ilikuwa hijacked yenye maybe walikuwa ndani ilikuwa na watu wangapi? Kama ni wote waliuawa, ama kuna watu walibakia, ama kulikuwa aje? hiyo gari ilikuwa gari gani, na ilikuwa inabeba watu wangapi? ilikuwa Nissan. uh -huh. Ilikuwa ina beba around 21 people. Sasa wakati ya ambush wengine walitoroka na five were shot dead. Watano wakakufa papo hapo, ndio wako city mortuary wanangojea postmortem to be done. Lakini mara daktari sijako Chiromo mm -hmm. mara kwa api hatuna uhakika. Wana tu challenge tu, mara ofisi hii, ofisi hii, ofisi hii. Na maziko sinasonga. We demand for justice. Eh, maybe unaweza tuelezea au wapendwa wako ripoti ya, ya kifo chao eh, ilikufikia na njia gani? Nilikuwa kwa hiyo msafara lakini tulikuwa nyuma. The vehicle was in front of us. Once it was attacked, sisi tukarudi, yetu ikapinduka tukarudi, ikapika U-turn. Ah, Once they came, tukaandamana nao mpaka penye sini ilikuwa, tukapata kufikia hapo watu watano wamewawa. Kuangalia kati yao two of my brothers were shot dead. Na mimi kwa sababu umekuwa pale uh, pale pande ya Mandera. Umekuwa pale kwa muda gani na hii ndio ilikuwa tukio la kwanza ama ishai happen tena? Hii ni mara ya kwanza sijaiona hiyo. Nimekuwa kwa for 5 years. Tukifanya kazi vizuri hatujawahi kuona machafuko kama haya. mm -hmm. Kazi ilikuwa tuni ya kware. Kazi ni ya kware tangu mimi nienda Mandera nimefanya kazi ya kware for five good years. mm -hmm. Na nilikuwa nalisha familia yangu watoto wanasoma lolote, kila kila kila kitu inaendelea vizuri. mm -hmm. Hatujaona mambo mbaya, hatujaona mbaya mm -hmm. Kulingana na kazi hiyo. Mimi naweza tufahamisha kutoka mahali kware iko na mahali mlikuwa mnaenda, ama maybe mahali mnaishi ndio mlikuwa mnaelekea, na distance iko namna gani? Tulikuwa tunaelekea Kasidi. It was in the the morning. Okay. Sasa tumepanda gari tunaelekea Kasini. We were just on the way some few kilometers, tufike Kasini. Mhm. Hata sio hiyo tukawa tu mbali na kazi. Maybe tutaendelee hivyo na maybe tuweze kuongea na mtu mwingine. Maybe uh, mm -hmm. kati ya wale wako na familia mm -hmm. ama maybe kati ya wale walikuwa wanafanya kazi kule, mmoja mwenye ukaribu, tufahamishe kwa majina yako, tuambie we ni nani, na tuendelee tuweze kusikia kutoka kwako kwa. John. John. Yeah, John Kinanjui. John yeah. John anatoka. Anatoka pande gani? Anatoka Juja. Mhm. Mm Ndio pande ya Thika. Wao walikuwa pale ama ni familia yetu. Ni mko na jamaa hapa? Ndugu yako. Yeah? Ha. Wao walikuwa wanafanya kazi Mandela na brother yako ama yeye ndio alikuwa huko peke yake? Hata mimi nilikuwa nafanya kazi huko. Huko. Mhm. Mm mhm. Na yeye alikuwa anakaa anafanya huko. mm -hmm. Sasa wakati hii kitendo ilifanyika mm -hmm walikuwa kwa matatu wamebodi matatu wakienda kasi na matatu ni mingi juu kila mtu anaenda na yake. Sasa walikuwa mbele yetu wakati walienda, tukasikia wamesambuliwa huko mbele wamehajakiwa kwa sababu tuliona watu wanakuja bio wakituambia tusimame. Basi tukasimama, wakatuambia huko mbele ni kubaya. Tukapindua gari tukarudi. Sasa wakati tulifika kwa kijiji, kwa kijiji tukasikia kuna watu wamepigwa risasi tukakaa hapo kwa kijiji kidogo, ndio. Yeah. Serikali nayo ikakuja wakaingia kaza kwenda kuokota ile mili, ndio nikapata hata brada yangu wako hapo. Brada yako mkubwa mdogo? Yule mkubwa. mm -hmm. eh. Yeah. Uh, kwa sababu muuliza kutazama ile mili, ile mili ilikuwa imeuliwa kwa njia gani? Kukatakatwa ama ni risasi? Zote ilikuwa imepigwa risasi, yote hakuna. mm -hmm. mtu alikuwa amekatakatwa. mm -hmm. risasi tu pekee yake. mm -hmm kuna wale maybe waliumia ama walikufa hapa hapo. Kuna wengine waliumia, kama mmoja tulikuja na yeye, wakati tulileta mili hapa, akapelekwa hapa Memorial, hata saa hii yako hapo. Yeye aliumia mguu na mkono maybe, maybe, lakini ni risasi alipigwa, sio kuaguka. Wakishuhudia, kuna vile wanaweza sema maybe wale wenye kufa, kusababisha haya mambo maybe wali, kuna kitu waliwaambia ama wanaulizana nini, haza kwa kushuhudia, siwezi kuambia chenye wanauliza Huwezi jua ile kitu walitoka anataka, kwa sababu walisimamisha gari. Hmm. Wenye walipata nafasi ya kutoroka wakatoroka. Hmm. Wenye hawakupata kupata nafasi ndio waliuawa. Mm hii -hmm. E, gari yenye watu waliuawa ndani ilikuwa wote ni wafanyikazi wa Kwale ama ilikuwa tu ni matatu, kila mtu kuna mpenya anaenda kazi? Wote ni wafanyikazi wa Kwale kwa <laughs> sababu wanabodi matatu wakiwa pamoja <laughs> inawapeleka mm -hmm. Alafu jioni inawarudisha nyumbani mm -hmm. eh. Na wakati mko huko Mandera mnaishi area moja ama kila mtu anaishi mahali tofauti? Mnakuja mnapatana mahali. Sasa kwa kazi ndio tunafanya pamoja mm -hmm. Lakini kuishi, kila mtu anaishi kwa nyumba yake mm -hmm. eh. Lakini ni the same area. ni tauni kubwa. Oh. tauni ya Mandera ni kubwa. Okay. eh. Sasa wewe unasema ulikuwa kwa ile matatu, ilikuwa nyuma Hau kwa ile matatu yenye ilisambuliwa? eh. oh, okay. eh, nyuma oh, mm -hmm. Saa sikufika pahali hiyo kitendo ilifanyika mm -hmm. Lakini... pale Mandera kurudi hapa, mmerudi kivipi? Tumekuja na ile ndege ile. Safirisha hiyo mili mm -hmm. tukaletwa mpaka hapa Moi Air Base. Toka tukachukua hapo... mm -hmm. tuka mili tukaleta hapa City Mortuary, tuleta hapa, tukaambiwa kesho yake tunafanyiwa postmortem. Si tukakuja kesho yake. Kesho yake tukaambiwa tukuje kesho, tuka kesho kutwa. Tena tukakuja sasa leo ndio, tena tulikuwa tumeambiwa tukuje mm -hmm. na tukakuja asubuhi tukaambiwa miri itafanya postmortem saa saba. Mm -hmm. tukagoja mpaka saa saba mpaka saa hii hatujaona dalili saa hii, mm -hmm. ni masaa ya jioni sasa. Yeah. Na tena tunataka tena turudi manyumbani na tuko na mafamilia. mm -hmm. Basi, tunaomba, tu kama kunawezekana tupewe, mm -hmm. mili yetu tuende tu, tusike mm hatuna -hmm. haja na postmortem. mm -hmm. hakuna kitu tunafanyia miri mm -hmm. bora tumejua mwili mutu wetu amekufa. mm -hmm. tunataka tu, tusike mm -hmm. tuache kusumbuliwa tukikaa hapa tunapotesewa muda wetu na mm. sisi tunajitegemea hakuna mtu anatuandika mm hadi -hmm. tunaenda kutafuta msahara hapo mm -hmm. hapa tunapoteza muda mm -hmm. mm. Uh, maybe nikuulize tu swali moja, kwa sababu nyinyi ndio mmekuwa mkifanya kazi pale maeneo ya Mandera mm. uh, security iko namna gani huko? security iko sawa kabisa vile mm -hmm. tu, unaona huwezi ujua, accident atatokea wapi mm. inatokea tu safari mm -hmm. uh, imetoboka mguu hiyo ni accident ilitokea. Ni tunaendaka hmm. tunapitanga tu hiyo barabara kila siku eh. na kwa ule muda umekuwa pale, umekuwa kwa muda gani huko? nimekaa kwa, kwa, kwa, ni kwa muda wa miaka kumi. Miaka kumi. na jambo kama hili halijaitendeka, mimi sijaiona kama hii inatendekangai hmm. lakini sikuwange karibu hmm. eh. sasa hii ndio imenikaribia juu ni brother yangu hmm. eh. Eh, pole sana, sana. Eh. sana. Eh, tunaweza ongea na mwingine labda mwenye familia eh family member hapa City Mortuary, alafu tukiendelea <f> eh <gerade> <f gerade> <f right> okay, wote walikuwa wapo. Tuanza tu kwa majina. Mimi naitwa Patrick Rao kutoka mm -hmm. Meru County mm -hmm. uh, Tigania mm -hmm. ya West, wadi ya Adwana ni mukaji wa Mandera mm -hmm. mm. umekuwa pale kwa muda gani? kwa miaka 13 niko Mandera 13. Familia yako iko pale ama iko huko? Familia yangu iko Meru. Iko Meru. Iko Meru. Sasa kitu uh, hii kulikuwa ulikuwa wapi wewe? Hii mambo ikiendelea. Hiyo mambo ikiendelea mimi nilikuwa kwa ngari yenye ili ilikuwa nyuma. Mm. Sasa hmm, hiyo wakati tulikutana na mangari ndio iko zingine zilikuwa mbele yetu. Sikipinduka hata yetu ndio ilipinduka tukarudi. Hmm. Wewe kuna kuna mtu wako wa familia amekuzwa pale? Eh, iko kijana dadangu ndiye amekupia kwa hiyo. Mm. Mm. Kwa hiyo kitendo, mlikuwa mnafanya kazi na yeye? Tulikuwa tunafanya kazi na yeye. uh -huh. mm. bado kazi ya kware, bado kazi ya kware, bado. Okay. mm. uh, so um, yeye alikufa hapo hapo ama yeye alikufa aliku, aliku, aliku... Hapo hapo ndio tulikuta wote tu wakiwa hapo maitine. uh -huh. eh walikuwa wamepigwa risasi walibaki, walibaki pale walibaki hapo tu wote wakiwa hapo tu mahali moja. wenye kuwaua kuna vitu waliweza kuchukua maybe vitu kama simu ama pesa ama kitu yote eh, e, walienda. hakuna mwenye alibaki na simu na like, kitambulisho kitambulisho. mm -hmm. na simu zilienda, zilienda, waliwapora na wakabeba, wao alibeba, waliwaitiza kwanza. mm -hmm. E, wakaanza risasi. walikuwa wamepigwa pande gani ya mwili kama mlivyoangalia na walikuwa wamepigwa risasi kama ngapi hivi? mwenye alikuwa na izazi kidogo ni sita. Mm -hmm. eh, kama hiyo kijana wangu ndio alikuwa amepigwa kindogo sita. mm -hmm. Mm. Pole na uh, ni sawa. Muliweza kuchukua ile mili sasa, nyinyi muliweza kuchukua hatua gani? Mulienda kuita polisi ama nyinyi wenyewe ndio mlichukulia mili? mm -hmm. Kuona hiyo mili kwanza, hiyo kitendo kutendeka. mm -hmm. Najua kwa hiyo gurubu ya kware tunakuanga na Shaman. mm -hmm. Shaman ndiye alipigia chifu ni simu. mm -hmm. Chifu akawa ni mteja sasa ndiye alifika huko akapikia county commander. Sasa county commander akachukua njukumu mpaka, mm. serikali ikakuja hapo mm. Karibu hakuna polisi yote, hakuna police station iko, iko NPR hiyo kwa kijiji kwa kiko karibu hapo mahali tunaingilia. mm -hmm. yeah. na hawakuna, hakuna hatu yote walikuwa wameweza kuchukua walichukua walisikia walichukua, walichukua, kitendo kimetendeka mm. au ndio walitangulia kuingia kwanza ya miguu mm -hmm. mm. hata serikali wakati iliingia iliwakuta huko. Hmm. Muliwezaje kudhibitisha ni kina nani wameweza kufanya uh, yale mauaji? Hatukuweza. hmm. hmm. So mpaka kwa sasa mtajua ni nani walifanya mauaji? Hatujajua mauaji. mm -hmm. mm -hmm. oh. Maybe yalifanyika masaa ya saa ngapi hivi? Masaa ya saa moja asubuhi. Ah, uh -huh. Asubuhi. yeah. Okay. Okay. Pole sana. Maybe tuko na msemaji mwingine hapa. hmm. Na mtazamaji, kama hivyo unavyoona, hao wote ni familia ya watu ambao waliuawa eh, na hapa penye tumesimama ni nje ya, ya lango la, la city mochari na ndio maana tumekuja hapa sababu wanasema kwamba eh, wamekuwa wakizungushwa kutoka ile wakati, kutoka wakati ule mwili, eh, mili ililetwa hapa, wamekuwa wakizungushwa sana na wanaomba serikali ikuwa ikiwasaidia. Kwa hivyo hao wote tunaozungumza nao ni familia ya waliopoteza eh, uhai wao. Ya mwingine maybe anaweza tuongelesha kidogo tukiendelea. Eh, tuambie majina yako alafu tuambie unakaa wapi, umetoka kaunti gani? kwa e, majina anajulikana kama Kevin Wanami Sakasa. mm -hmm. Mimi natoka Pungoma kaunti mm -hmm. west. Hao wenye wapendwa wenye wamepotea hawa ni mabradha zangu. mm -hmm. Mimi pli nakaa nakaa kule Kiambu mm -hmm. So wakati nilipokea simu kwamba mabradha zangu wamewawa kule Karisa nilihuzunika na okay. nikashituka sana nimechukua jukumu ya kukuja hapa wakati nisikia mili zao zimefika, si hapa City Mortuary, imekuwa siku ya Jumatano, nikakuja hapa. Tulitaka tufanyiwa, wafanyie postmortem on Wednesday, haikuwezekana tukaambiwa tukuje on Friday. Sisi tumeraukia hapa saa moja, tumekuwa hapa wakati tumeanza shughuli za kutafuta madaktari sijui daktari anachikoroka hataki kukuja kufanya postmortem sasa. Tumeshindwa e, viongozi wetu wenye tulipika kura tukawachakua, wametusaidia? Mili zimetoka mbali zimekuja hapa, lakini hawataki kuingilia kati, waone hizo mili wakati zimefika huku, zinaendelea aje? Mimi naomba serikali, Mheshimiwa Sakaja mahali huko, we uko karibu hapa, kimbia ukuja waangalie. Sisi tuko tunaumia juu hii barabara inataka pesa, mahali tunaenda ni pesa. Sasa tumeshindwa wapendwa wetu watafika aje? Pongoma kaunti, Mr. Wetangula, mahali huko, tunataka ukuje kwa hospitali hapa city Mojari. Sisi tunaumia juu wakati tulipika kura, tulipika kura tukijua kwamba nyinyi ndio viongozi mtatusaidia sisi. Saa hizi tukisimama tukiulia hivi vile tunalia, poma moja imepoteza wapendwa wawili, tunaumia tunaomba tuna mkaweza kufika mahali tuko na muweze kutusaidia uh -huh. Uh, umetuelezea hii information, maybe ikikufikia, ulikuwa upande gani na ulijua aje ni one of your family members mwenye amekufia hapo? Mimi hiyo siku ya Jumatano nilikuwa nimeingia kazini uh -huh. kama kawaida uh -huh. lakini wakati ni, before nianze kazi uh -huh. nikapata simu kutoka nyumbani uh -huh. nikaulizwa e, wewe Ukona simu ya mtandao? Umeenda kwa mtandao, umeona kitu yenye ime happen? Kasema hapana. Wakati niliambia mama, wacha nikate simu niangalie, kuangalia kwa, kwa mtandao hivi, nikaona nduku yangu mmoja amelala alipikwa marisasi ya mkongo, na akapeleka hii mkono yake kushika mahali penye amepigwa marisasi. Sasa yeye alikufa hivyo kama amela, amelala na nikapikia mama simu nikamwambia, Mama, nimetupitisha nimepata Evans amekufa. Sasa sijajua kina nani wenye we, wako in charge na hizi mili. Wacha niendelee kungoja nione, nikipata habari yoyote mimi nitawafahamisha. hmm. hmm. hmm. na sasa hivyo ndio mlikuja mkapatana na hizi familia zingine hapa. Sasa hivyo ndio nilikuja nikapata hii familia imeletwa hapa na pamoja na huyu ndugu yangu mwenye ameongea hapa sasa mimi nikawa join tukaanza sasa mipangilio sa za e, kutaka tujue vile wanaweza fanya mili zetu postmortem mm -hmm. juu nduku yangu mmoja alipikwa marisasi saidi ya mm -hmm. kumi na tano. Hii kifua yake ukimwangalia kila mahali ni mashimo, ukiangalia hii uso, yaani kila mahali tuna ni alama za sa marisasi mm -hmm. sasa sisi tumekuja hapa vile tuliambiwa tukuje wafanye mili postmortem mm -hmm. atujaona talili yoyote na tuliambiwa asubuhi tungoje mpaka saa saba. Saa hizi ni saa kumi na moja inaelekea na nusu, daktari achakuja. hmm. yeah. venye mumeweza kutembea hapa, mmeruhusiwa kuona mili? Tumeruhusiwa kuona mili, mili. iko hali gani? iko tu hali mzuri hmm. mahali imewekwa, wanaendelea kuitengeneza, iko sawa hmm. Lakini sasa shida ni tulitaka wafanyie postmortem ama ipasuliwe tuangalie kama marisasi zilipaki ndani mm -hmm. E, waisitoe na kama hawana uwezo mm -hmm. Tena sisi tupewe mili tuende nazo mm -hmm. Sisi tumechoka mm -hmm. yeah. okay. Okay. Okay, maybe tutaweza kupata jama maybe wa mwisho ama mwingine mm -hmm. Maybe atuelezee majina mm -hmm. Langu yote, naitwa Patrick mm -hmm. mm -hmm. kutoka Katodo North, sauti kidogo, kutoka Katodo North yeah. Hapa nimekuja juu ya ndugu yangu mm -hmm. Steven Mambo mm -hmm. sisi mnisikia simu nikiwa nyumbani, sikia madera kumepigwa, kabla nimepiga simu huko nikasikia hata ndugu yangu mwenyewe alipigiwa ya huko. Sasa kasikia nikasikia nikasikia, nikasikia wameletwa City Mosali kwa ndege ya majesi huko sasa mimi nikacukua ikui ya kuja huku natagui tulikuja kua ya... kulikuwa sijui juma, juma ine ja mm -hmm, na leo hatuja ruhusiwa wakwenda kuweka hiyo miili mzuri. Sasa nilikuwa nauliza tutakaa hapa hadi siku gani ndio tufaidike, mm -hmm. kwenda kuizika hiyo miili yako alienda huko mwaka gani? Maybe. Huyo bratha yako amekaa huko kama miaka kumi hivi. Mm -hmm. Amele, amekua na toto huko na sasa sasa hii hata watoto yake wajakuwa. Ni wadogo sana, ni wasaga sana. Familia yake iko huko ama iko huko? Familia yake iko Nyeri. Oh, Nyeri. Nyeri. Uh -huh. E, okay. Lakini sasa hii yangu tunataka kwenda kumsika huko Katundu Hali naitwa Korogo, ndio. mm -hmm. Sasa tunauliza. mm -hmm. hata ule mbuke wakwetu anaitwa Njoroge kuluria, mm -hmm. hawezi saidia si sa cicia sisi hata kidogo, hata tuendelee tu ili tifainike kuenda kumsika huyo ndugu yako. Kwa majina anaitwa Edith, mwenye amekufa ni anko yangu, brother ya mamangu mm -hmm. Ni huzuni sana. tumekuwa tukikuja hapa kutoka uh, juzi mm -hmm. Tukiambiwa kujeni kesho, kujeni kesho, kujeni kesho, na hakuna usaidizi ambao tunapata mm -hmm. Tulikuwa tunauliza kama tunaweza pewa mwili yetu tuende tukaweza tuka, tuka kutayarisha ma, mazishi mm -hmm. yeah. Aha, umesema ni anko yako bradha ya mamako ya, ni, ni bradha ya mamangu. uh -huh. Yeah. Sasa wamewaelezea ni hatua gani wamekuwa wakichukua sofa kutoka wakati mili ililetwa hapa? Um, ya kwanza tulipokuja kupokea miri, uh -huh. walisema tukuje kesho postmortem. uh -huh. Tukakuja. uh -huh. na walifanya kutoa tu risasi. uh -huh. tena wakatuambia tukuje, tukuje leo tena. Leo hakuna kitu yoyote tumeambiwa tunagoja daktari tunagoja daktari, daktari ya fiki. mm -hmm. Yeah. walikuwa wamekuambia maybe wakishafanya postmortem ni muda gani watawapatia miili ili muende mkazike? Sisi, sisi vile tulikuwa tunajua mm -hmm. kulingana na ile siku tulipokea miili zetu mm -hmm. tulikuwa tunajua kesho tunakuja tufanyiwe postmortem tuchukue mwili yetu tuipeleke mahali mahali tutakuwa karibu na nyumbani tuongee na mzee hapa ndo naweza kutuelezea hali imekuwa namna gani. Mumeweza kutembea hapa City Mortuary yes. hali iko namna gani? na utuwa, first of all tufahamishe wewe ni nani. Ok, asante sana hmm. kwa majina naitwa John Maina Ruhuru mm -hmm. mimi ni rafiki wa hizi familia mm hebu -hmm. niseme tulipojulishwa kuhusu haya mambo, tulikuwa katika shughuli zetu za kawaida mm -hmm. ilikuwa masaa ya mchana kitu saa nne na tulipokuja hapa City Mortuary in the evening. mm -hmm. First of all, tula tumeambua mili na kuja Chiromo tukakaa Chiromo at around 8 in the evening we were called, tukaambua wamebadilisha mili inakuja hapa City Mochari. Sisi tulikuja City Mochari, but surprisingly, tunakuja sisi ndio tumefiwa, lakini tunaambiwa tuvae gloves, tutoe mili ya wapendwa wetu. Tulitoa mili na pia tukaambiwa tu identify. Hata hiyo sio shida, shida ni tumekuja hapa from that day. Tukakuja the following day tukaambiwa tungojea daktari hakuingia tukatumwa kwa anti-terrorist police unit. Tukaenda huko wakatuambia watatupatia askari leo asubuhi. Kwa kweli tuliamkia huko asubuhi at around 8 tukapewa askari tumekuwa na wao hata, hata sai wako hapa ndani lakini daktari hajapatikana. Lakini sasa tulipo kaka, tukasikia daktari anafanya mili mingine postmortem kama ya ule mheshimiwa aliaga dunia. Hebu niseme hivi, nataka kuapil kwa serikali, wacha kutesa watu wa chini Ha, watu wa chini waliamka na hakuna serikali tulichagua kwa heshima kama hii serikali ya William Ruto kwa hivyo inatakikana wachangamke tunaonanga wakichangamka tunaona, wakichanga tunaona akina Kalonzo wakikuja kwa City mochari kutetea wengine na situaone wakija kutetea watu wa Mandera hawa watu wameenda kutafutia watoto wao lakini wamefanywa kiunyama hakuna mtu amepigwa risasi chini ya kumi na it's very sad it's really pathetic the government should come up muamkie Raise up to the occasion, kujasaidia hawa wananchi kujeni, hawana pesa hata wajua watazika mili na nini. Kwa mfano wale watu wanaenda huko Western wako na miili miwili surely. Ah, watu hata hawana kitu, hawakuwa wamelipa pesa zao, wamekuja bila anything. Saa hizi wale tuko Kiambu, si seneta wako area? Mwamkie, mwende mwone hizo familia muwasaidie wabayeni, hata kama ni sanduku, wazike familia zao. Sisi hatuna haja na, na kama hii kitu imesindikana, tupewe miili tuende tuzike bila hizo postmortem. Miili haitazikwa ati alafu imee? Sisi tumekubali watu wetu wameaga, wamepigwa marisasi. Hizo zingine hatuna kesi, tupewe miili yetu tuende tuzike. Lakini security haiko sawa at all. Watu wamepigwa, watu wameuawa, maskini wanauawa hoehae. Kwa nini? government pathologist hapatikani saila, ni maskini ameuawa, lakini kama ni tajiri amepatikana. Wameanza kwa matajiri, wacha maskini wabaki hoehae. Mungu atakuja kuwasaidia, otherwise tuna appeal, mkuja, this to the occasion, saidiani ha watu wenyu respective government representative kama ni MP, amka enda uone watu wako, kama huko ni Kamwangi huko Katundu North Kororia amkia, mapema ona watu wa Kamwangi huko Gorongo, kama ni Juja Koimbori, unajua hizi ripoti, kuja tu tusaidiane. Tunajua wewe ukitusaidia, kama ulisaidia Kihenjo Junior, akazikwa wa Munyoro akatuma elfu mia moja, kuja mshikilie, nyinyi ni watu wa national. hata kama ni wa Munyoro atumia watu wa Bungoma, pesa atumia watu wa Kiambu wapatie, hata kama ni elfu hamsini Tutafurahia. Sisi tuko tayari kupokea anything, tupatieni pesa tuzike wapendwa wetu. Thank you so much. mimi ni rafiki wa familia na pia mimi ni kiongozi wa kijiji yetu. tukorekereria hau tukore na maybe kereria hau mwereria na tawo wakigwa twaria githwaeri kira kira ikara kirahana tagu to ikarera hanini tawo to kugete twi hahanja wa city mortuary na tukire kwaria na family ino nigetha tukorwo tukiigwa hihi mateta mao kuri thirikari niki thutha wa family ciao gukorwo makiuragiro kuria å mwena wa mandera eh, na jira ya kuhurwo rithathi na twoka tukorwo tukinyita report yao ya uria mangi thikamire ya edwa ao kana uria mangi neyo mire no kuringana na uria maudu a maundu mathiaga angikorwo ni accident angikorwo ni

tafadhali. I angä korwo no wä rorere either MCA, MP or anything, tafadhali. getha cituä ke cia gå teithä ka na maå ndå matuä na ma gå thiä na mbere no igu andå aya mp ara kuire ona raninä tethikå igä rä nä wembakå first priority no må thä ni athiä nambere gå komagå kå andå aya marathänä ka nä wiki ya keri

na kiria kiria turoria ni hi kai gukora So na mm muruti kai gukora wa muruti omwe wa wira wa thirikari ati nowe ungeka postmortem ni tu ikuna madagitari aingi mangiruta mawira macio riu tuguterera mundu umwe athie agikaga mirio yo the postmortem ni getha tu heo mire To the governor mm -hmm. of Nairobi County kindly Ingilia kwa hii jambo ndio at least hizi familia ziweze kusaidika. Ni aibu sana uh, wengine wana complain hakuna makazi na leo hii wengine wako hapa city mortuary. Hmm, nyinyi ndio mmekataa na mili mnasema mnataka kufanya postmortem. Yeah, hawa hamuwasaidii, hamuwapati postmortem. Hmm, wanasema hao hawana haja na postmortem, wapewe mili hmm, wakazike, na bado kila siku wanamkia hapa sitimochari na wapati mili, so itakuwa ni yes, itakuwa